Kwa upande wa halmashauri manispaa ya Singida tunavyo vituo vya kutolea huduma jumla ni 36 kwa maana ya binafsi pamoja na vya serikali, lakini kati ya hivyo miongoni mwao vituo 21 ni vya serikali na kati ya hivyo tuna hospitali moja ya halmashauri na tuna vituo vya afya vitano na zilizo baki ni zahanati pamoja na kliniki uh. Katika kipindi cha miaka minne uh, katika sekta yetu ya afya tumepata mafanikio makubwa na hasa uh, katika masuala ya upatikanaji wa huduma, kwa maana tumeongeza vituo uh, vya kutolea huduma. Ndani ya mwaka mmoja, tumeweza kuongeza vituo vinane, kati ya hivyo vituo vya afya vikiwa vitatu na zahanati tano mpya ambazo tulipokea fedha kutoka serikali kuu kwa ajili ya kutekeleza ujenzi uh, wa miundombinu ya vituo vya afya lakini pamoja na uh, zahanati ambapo kwa upande wa zahanati ilikuwa ni ukamilishaji wa maboma ambapo tulipokea milioni hamsini katika kila boma na ujenzi huo ulikamilika, na zahanati hizo kwa sasa zinatumika, kwa maana wananchi wanaendelea kupata huduma katika zahanati hizo. Vituo vya afya, tulikuwa na vituo vya afya viwili, lakini kwa maana ya fedha za tozo na za ruzuku kutoka serikali kuu, lakini pia kilikuwa na kituo cha afya ambacho kilijengwa kupitia mapato ya ndani ya halmashauri uh, kwa kiasi shilingi milioni 500 ambacho na chenyewe kimekwisha kuanza kutoa huduma za awali kwa maana ya huduma za wagonjwa uh, wa nje na huduma za uh, chanjo na zile huduma ambazo zaweza kutolewa uh, kama huduma uh, za nje tu. Lakini pia uh, sambamba na kuongeza idadi ya vituo vya kutolea huduma, tumekuwa na ongezeko pia la watumishi uh, wa afya kada mbalimbali wakiwemo madaktari, wauguzi, wataalamu wa maabara, wa teknolojia, wa mionzi, ambapo kwa kipindi cha miaka minne tumepata aa, zaidi ya watumishi mia moja, ambao ya watumishi 100 ambao tumeweza kuwaweka sasa kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma mbalimbali ikiwemo vituo vipya ambavyo tumevifungua. Lakini pia kwa upande wa vifaa tiba, tulipokea vifaa tiba yenye thamani ya shilingi milioni 750 ambavyo navyo tulivisambaza katika vituo mbalimbali vya kutolea huduma ikiwemo vituo vipya ambavyo aa, tumevianzisha. Kwa hiyo kipekee, tunatoa shukrani sana kwa serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais aa, Samia Suluhu Hassan kwa jitihada za makusudi katika sekta hii ya afya na hasa kurahisisha utoaji wa huduma kwa watumishi lakini pia kusogeza huduma hizi kwa wananchi uh, katika maeneo yao, ambapo kwa sasa huduma nyingi zinapatikana karibu na maeneo ambayo uh, awali ilikuwa ni changamoto, ilikuwa kuna umbali ambao walipaswa kusafiri ili kuweza kuzifikia huduma hizi, na kwa sasa kumekuwepo na hiyo miundombinu ambayo imekwishaanza kutoa huduma uh, za awali ya, lakini pia kwa upande wa dawa uh, tuna asilimia tisini na sita ya upatikanaji wa dawa kwa maana ya halmashauri hii ikiwa ni dawa muhimu ambazo zinapaswa kuwepo kwenye vituo vyetu kwa ngazi mbalimbali, kwa maana ya zahanati, vituo vya afya na hospitali. Kwa hiyo ndani ya halmashauri ya manispaa ya Singida, changamoto ya upatikanaji wa dawa kwenye vituo kuanzia zahanati mpaka vituo vya afya na kuendelea, changamoto hiyo hatuna, na wananchi wanaendelea kupata huduma hizi uh, katika halmashauri yetu ya manispaa ya Singida.